Why? Why? I am Stupid. Stupid. N unajua mimi naona kama vile unanifedhehesha. Haiwezekani mali zote andikwe zena. Yaani kila kitu umemwandikisha zena ikiwa mimi nipo Sawa, lakini haya niliyafanya kabla ya wewe. Mimi na marehemu mke wangu Sauda, tulikubaliana kuwa hizi mali zote tumwandikishe zema, na mpaka hii jumbo naiona hapa ni ya zema. Kwa hiyo mi nafikiri nina sababu za makusudi sasa kupambana ili nawe upate cha kwako. Lakini si tunaweza tukabadilisha, mume wangu? Najua mi naona aibu kabisa Yaani mimi niko chini ya mtoto. Aya, sikuombei mabaya, lakini kwa mfano umeondoka ghafla, unadhani mimi kuna kitu nitaambulia?

Nataka kuongea naufi yako mara moja. mm. <laughs> Mama unakimuhemuhe na kimuhemuhe wewe, subiri ukizaa utajua mama yako kimuhemuhe cha nini? Hebu niambie hiyo password yako basi. mm. Kweli mamangu shaanza, ushaanza kuzeeka password. Si nilikwambia jina lako lakini, ah, wewe bana, wewe nimesahau. Unajua, kumbukumbu -kumbu, zinaisha na utu uzima. ulaji wa bamia mdogo mwanangu, pesa zote tunamalizia kununua nyama ya ngamia, ili mradi kaka yako akae sawa. <laughs> ah, ah. Alo mwanangu, yaani leo nimejikuta kabisa nina hamu ya kutaka kujua maendeleo yenu huko nyumbani kwenu. Vipi mpendwa wangu Tanu, anaendeleaje? oh, basi vizuri. Mimi acha niendelee na kazi zangu, ila ukishawona kitu chochote kile,

<laughs> Umewaka, umependeza baba, yaani umekuwa handsome mpaka umepitiliza, sasa umekuwa jipsa. Unajua <laughs> <laughs> mke wangu, nilikuwa najifikiria sana sana, watu wananiambia, ah, hauna akili kichaa n um, wanasema akili ni nywele. Hizo nywele zi zangu zimezidi, kwa hiyo akili imepitiliza. Naweza kaa kichafu nisijione, basi naenda saloni Nimenyoa ile natoka tu saluni. Mi sio Mtanzania, mi ni Mkenya ukweli. Maisha hivi na hivi na hivi mpaka nimekuwa tena Tanzania huku jamani. Watu hawanielewi, naambia mimi ni mke, ni Mkenya. Hata mwenye mke wangu, unajua mimi ni Mkenya. Kuna muda mwingine huwa anajiuliza mama yangu kwa nini anamkatalia kwenda Kenya wakati mimi ni mtoto wa Leila. Anaambia mama, ah, inabidi kwanza usubiri kwa sababu eh, eh, Magufuli ndo alikuwa anafahamiana na Leila Odinga, kwa hiyo sasa Magufuli ameshafariki, kwa hiyo sasa hivi natakiwa utulie tu hapo. Unajua mimi nakosa mila si kule. Mama, unajua mama anamkabidhi baba mwingine, mimi ni Mkenya kabisa. Unajua mimi wale washikaji aa washikaji walioimba banjuka banjuka tu

Vipi? <laughs> Eh, za kushinda, mlembo wangu, kurem Sultana, mlembo kuliko walembo wote Tanzania hapa, si tuko sawa? mangu zauko tokako <laughs> mke wangu, uko salama salama, sijui wewe hapa. Namshukuru Mungu, yaani uko kila kitu kimeenda sawa. Hey, kwa mwonekano wako wa leo, mume wangu, naonekana kabisa una furaha, tushirikishane Ah, kiukweli nina furaha mke wangu, lakini pia huu ni wakati wa kumshukuru mganga wenu. Naona mwili wangu umekuwa mwepesi, kwa hiyo mganga wenu anastahili kupewa kila kitu. Ah, asante Mungu wangu kwa kuniponyea mme wangu ah. Baba nafurahi namshukuru Mungu tena jamani. Mshukuru mganga aliyeniponyesha, mlie mpa pesa, ndio natakiwa ashukuriwe. Sasa sasahivi huyu mganga anayeniona mimi kama nimerogwa, huyu ndo wa kushukuru, kwa sababu nimekosafii. Mambo yote nimeyamaliza Yaani, nimegonganisha mpu hasi na chanya, limetokea bomvu. Alafu nilikuwa nataka kumsaidia, mambo yamekaa, mambo yete yete. Mi sio kijaa, mi ndio mme wako Handsome boy, mtoto wa Leila Obinga. Alafu mke wangu mimi na wewe tukienda Kenya, ukatulie, usianze kuleta tamaa nikigawiwa mali zangu na huo bakiti wako ukifika Kenya, utulie kule. Kuna waimbaji konki wanaojua kuimba, kwahiyo utulie. cha kwanza naenda kukutanisha na bahati mara pap, na kukutanisha na jua kali. Utulie, usilete shobo, au nikuunganisha na nyota ndogo, kwasababu walewote, nikifika Kenya mimi ni wanajua mtoto wa Leila, wote watanishimu. kwa sababu babangu alikuwa na kubalika vibaya mnoo. He, sasa mkiangu, ebo niandalie maji kwanza nioke, okay, nitulie, alafu nipumzike huku unanendelea. Ni chakula kizuri, nikishakula tu sasa, na kurusu na wewe unile imi utakavyo. Norat, wewe ndo kila kitu katika maisha yangu maisha yangu bila wewe so chochoto ala solo lolote. Kila leo natamani kuona uwepo wako karibu yangu, na wendo mwanamke pekee ambaye umefanikiwa kuyateka macho yangu kuto kumwona mtu mwingine yoyote zaidi yako. Norat, kwenye mwaka kuna miezi kumi na mbili, kwenye mwezi kuna siku thelathini, kwenye wiki kuna siku saba, lakini kwenye moyo wangu uko peke yako. Uwe ni kipepeo kizuri kipacho angani huku kikiwa kimongamana na mwenzake na kutua kwenye mti ambao kila mmoja wetu anatamani kuyachuma matunda yake. Unajua kama wewe ni mwanamke ambaye kila mwanaume anatamani kuwa naye. Norat, mti hufa na kuchakaa pale unapokosa tumi la maji na kukosa mshulikiaji, lakini wewe ndo mshulikiaji mzuri wa mtu wako ambao uko nao. Unaamini utopalilia utomwagilia maji kila leo, ili kuweza kunufaika na matunda mazuri na matamu. Norat, kipenzi. Wewe hauna tofauti na chemchemu ilioibuka iliyoibuka ghafla jangwani mbele ya mtu aliyokaribia kufa kwa sababu ya kiu. Na wewe ndo mtu pekee ambaye umeponesha maisha ya yule mtu aliyotamani kufa kwa sababu ya kiu. Moyo wangu bado unaendelea kuimba wimbo wa mapenzi. Nidekeze kama mtoto. Usiniache, Norat. Nakupenda kipenzi cha moyo wangu, Nilo. Asante sana kwa maneno yako mazuri ila, sasa, kwa sasa hivi kichwa changu kina mambo mengi sana. Kwa hiyo mi nilikuwa na kuomba wewe, endelea tu kusubiri, mi nitakupa jibu lako, Nurat. no, no, lakini nimeongea maneno mazuri kwa sababu yako. Kwa nini usinikubalie sasa? Nilo, ondoa shaka kuhusu hilo. Jibu lako nitakupa

Unajua sasa, mimi napitia wakati mgumu sana mamangu mdogo anantisa, ananyanyasa. Kwa kutokana na hivyo, inanipelekea na kuwa na mawazo sana anaawejena ah, wejena, wejena, jina nimekuita mara tatu, ndugu yangu. Hayo mawaju wacanyanyayo, hayo mawaju ndio nakupelekea kufedi. Sasa jena, wewe ukiona okay, waja muda wote Unadhani utakuja kufaulu kweli? Utakuja kupata msingi wako wa maisha ulio bora? Sasa je, napunguza mawazo kwa sababu mimi naona haya anaopitia, taiji madogo yatakuja makubwa, taiji hayo utashinda kuvumilia. Jaribu kukaza moyo, naona mabaraya anakuja mbele yako, jaribu kukaza moyo, usija ukajiriai kwenye machomo ukashinda kufaulu. Aba nikuliza kitu kimoja, Jena we, plani zako ni kuja kuwa nani baadaye? Mwenzako mimi mwalimu lakini, wa awalimursawajna ukiwa na mawazo basi utachinja kufundisha watoto wetu waje kwa vizuri katika performance yao. Sasa mimi nakushauri, achana nayo mawazo ya ovyo.

Sailata, nimekuja kukusaidia, maana nilikuwa naliona anguko lako. Mpaka sasa Okana ameshaanza kukutilia mashaka kuwa unahusika na kifo cha mke wake. Sauda, sasa unanisaidiaje? Maana mimi naogopa mjane. Ndio maana nimekuja kukusaidia. Kuna kosa kidogo ulilifanya basi siku chache zijazo ukweli wote ungekuwa wazi, na hilo ndio ungekuwa anguko lako kubwa. Hiki ni kivuli cha Ukana. Tunatakiwa tumfunge ili awe kichaa milele. Kichaa? unashangaa nini? Kamata chukua hiyo sindano na umchome katikati ya utosi wake. Hakikisha sindano inazama na sionekane kabisa. Nenda kamwakua, mume wangu kayokua familia yangu, mtoto wangu anaangamia

Tano, kwa familia yangu. mimi siwezi, nenda na kutegemea. Tano kwa familia yangu, nenda nenda tano. Sauda, Sauda, Sauda, Sauda. Eh, alo! Naomba msaada, jamani. nguu tulia, mjomba, tulia, mjomba. Tanu, yaani huyo sio wewe mme wangu, huyo sio wewe Tanu. Wakukimbia hivi kweli? Yesu na Maria! Hey, baba pepo! Hey, shindwa, shindwa kwa jina la Yesu. Baba mokoe mwanangu, nasema, ninaomba mokoe mwanangu Baba. Shindwa pepo, shindwa kwa jina la Yesu. Baba kanyaga wachawi, choma moto, lete moto. Baba lete moto, unguza sa huyu kizigo. Jesus fara fara, unguza. Mama, mama, hebu naomba nisikilize, mimi sijachanganyikiwa, yaani mimi nina haki mama. Hebu mwacheni Mungu afanye kazi ya tiba watu ambao wana matatizo. Mimi ni mzima jamani, mbona mnamchosha Mungu, mbona mnamchosha Mungu? Mimi mzima mama, mimi natakiwa niokoe watu jamani, mimi nimetumwa na Mungu jamani. Mama umezaa kiumbe ambacho kinaona mambo ambayo hayaonekani. Mimi ni mzima, mimi ni mzima mama utakuja kupata nuru katika haya maisha. Watu wote watakujua wewe kwa sababu mimi, watajua mimi nakomboa watu. Mama, mimi sio kichaa, mimi ni mzima, ni mzima wa afya mama. Watu watakuja kwa matibabu. Siku moja mimi nitakuja kuwa natibu watu kutoka Kenya, kutoka Uganda, kutoka wapi. Wewe mwenyewe utakuja kufulai nilichopewa na Mungu mama. Eh, Sharon, hebu mwangazie mwanangu. Ama kweli wewe umelogwa mwanangu, eh? na aliyelogwa hawezi kujijua baba wewe umelogwa, na aliye kuloga tena rafiki yako, kizigo huyo huyo unemwamini baba. Na huyo kizigo ashindwe kwa damu ya Yesu, ashindwe kwa damu ya Yesu iliyomwagika msalabani, baba.

tajifunza na... <coughs> Okay, sasa nitaondoka mm. mm. Mi nitaondoka aya, tulieni, siondoki watoto. <coughs> Leo tutaimba sawa? <coughs>

Nenda na huo mdoli nyumbani kwako. Hakikisha mtu yeyote asije akauona na wala asije akachomoa hiyo sindano. Kama ikichomolewa, basi kila kitu kitakuwa kimeharibika, kwa maana ukana atakuwa amerudi kwenye hali yake ya kawaida. na kutakia mafanikio mema. kulia kushoto, kulia ku... Mtaondoka mm. kama mwitiki naondoka. ah! <laughs> nilikuwa natania <laughs>